Ningependa kuwakaribisha nyote kwenye semina hii ya afya. Mimi ni mtaalamu wako wa afya kutoka Kenko Care Clinic. Ofisi zetu zipo Mwanga Tower Makumbusho, Dar es Salaam. Unaweza wasiliana nasi kwa namba sifuri 768 277936. Katika semina hii tutazungumzia mfumo wa chakula na umuhimu wake katika afya zetu tachunguza jinsi mfumo wa chakula unavyofanya kazi, changamoto zinazokabili mfumo huu na hatua tunazoweza kuchukua ili kuboresha afya zetu kupitia lishe bora. Natumai mazungumzo haya yatakuwa na, na manufaa kwenu na yatasaidia katika kuboresha uelewa wetu kuhusu umuhimu wa mfumo wa chakula katika maisha yetu kila siku. Sasa, mfumo wa chakula chakula ni nini? Mfumo wa chakula ni, e, ni mchakato muhimu sana katika mwili e, unahusisha viungo mbalimbali mbali, kuanzia mdomoni hadi sehemu ya kutolea haja kubwa na tunaangalia kwa haraka haraka, mchakato unaanzia wapi? Mchakato unaanzia kwenye kinywa. Mchakato uanza tunapokula. E, kinywa chetu kinatumika katika kutafuna chakula, ambapo meno yanavunja vunja chakula e, kuwa vipande vipande vidogo vidogo, na mate yanasaidia kulainisha na kuweka chakula kiwe vizuri. Baada ya hapo, kinamezwa sasa. Kuna enzymes ambazo zinatumika ambazo zinasaidia katika kulainisha na kuweka chakula kiwe vizuri. E, na kuna magonjwa mbalimbali yanayokabili mfumo wa chakula kuanzia kwenye kinywa na mpaka kuelekea e, kwenye puru e, kuna magonjwa mbalimbali yanatukabili hapo, na haya ndio ambayo tunatakiwa tuyaelewe, ili tuweze kujua e, namna gani kukabili ya kukabiliana nao. Ugonjwa wa kwanza unaanzia kwenye, kwenye kinywa kama nilivyosema, mfumo wenyewe unaanzia kwenye kinywa. Ugonjwa wa kwanza ni ugonjwa wa fizi au gingivitis wa kitaalamu. Hali hii inahusisha uvimbe wa fizi ambao unaweza kusababisha maumivu ya kutokwa na damu e, na sababu zake ni pamoja na usafi duni e, wa kinywa na unapelekea kuunda kwa kitu kinaitwa plaque. Sasa hili ni tatizo ambalo pia linatibika na ukiwa ukiwa serious unaweza kulitibu kabisa na ukapona. Lakini ugonjwa mwingine ni kuoza kwa meno. Hii ni hali ambayo inasababishwa na bakteria zinazoshambulia enamel eh, ya meno na inaweza kusababisha maumivu na kuhitaji matibabu ya meno lakini ugonjwa mwingine ni vidonda vya tumbo a, a, vidonda I mean vidonda vya, vya mdomo, kwa sababu tuko bado kwenye kinywa. Kuna matatizo ya vidonda vya mdomo, na hii inajulikana kama vidonda vidogo vidogo vile ambavyo vinasababisha eh, maumivu eh, na pia vinatibika kabisa.